Ni shauri tu, mimi siwezi kushauri umwache sana, maana anajua ni kiasi gani unampenda sana lakini, kwa nini sitafute mwanaume wa pembeni mwenye hela, uwe mbaba au mkaka, ukikwama kama hivi anakusaidia. <coughs>

Nimesikia simu yangu inaita. Kwani umepokea sasa? Kwani umeongea naye? Kwani unajua naipiga ni nani? Mume wangu hemleta simu. Hata hivyo sijaipokea, mlimiti tu na bahati yako ujapokea. Wewe kwani unashika simu yangu?

Dada, dada, samahani kidogo, tunaweza tukazungumza? Okay, dakika moja. mambo sasa fresh kabisa, naona me metoka zako simba metoka nyumbani. Nakuona mara kwa mara unapita, lakini natamani sana nipate hata siku moja nizungumze nawee na amna siku ambayo kama ya leo. Nimefurahi kukutana nawee sehemu kama hii. Nafikiri leo itakuwa ni siku yangu maalum kwa ajili ya kuelezea kile ambacho nafil kwenye moyo wangu. We kaka, vipi? Unaona kila mwanamke ni malaya? Mimi siyo malaya na nina mwanaume wangu ninayempenda. Na siwezi kumsaliti hata iweje. Sijamaanisha kwamba wewe ni malaya, sijamaanisha kwamba nakudhalilisha, sijamaanisha hicho, ila mimi naongea hisia zangu kwako. Mimi ni mtu pekee ambaye na uwezo wa kubadilisha maisha yako. Nahitaji unipatie nafasi nahitaji kukupa mapenzi, nahitaji kukupa furaha, nahitaji nikuhudumie kama mwanamke, upate kula, kuvaa, usiwe ni mtu wa kuangaikaangaika. Na sa, ukiangalia, mi cheki maisha yangu jinsi yalivyo, mi na maisha mazuri, ukiachana maisha mazuri na mapenzi pia Ukinipatia nafasi utaamini. Nimeshakwambia nina mwa maisha nilionayo kwa mwanaume wangu yanamtosha, na nimeshakwambia nampenda mwanaume wangu. Sikuhitaji, sawa. Najua bado una maamuzi kwa sasa, ila mi wasiongeage kwa maneno, naongeaga kwa vitendo Itakusaidia. Sitaki, sio hivyo. Hii itakusaidia? maisha nilonayo kwa mwanaume wangu yanamtosha, na nimeshakwambia nampenda mwanaume wangu, sina tamaa ya vitu mimi. okay. Taangalia basi cha kufanya, ila pointi ni moja tu na kuhitaji sana. Kafikiria maisha unaoishi na huyo bwana wako, sio maisha. Maisha ga tafuta

Macho yangu yajawai kunidanganya hata siku moja. Yaani, hichi chakula ni kibovu kibovu kibovu, sijawai kupata kuona hivyo. Umelelewa na wazazi kweli wewe? Yaani unapika chakula kama kigoli anayejifunza chakula ni kibichi kama wajipana, baby. We mpumbavu ni kaci hivi uone, kama unapoteza muda kwenda kupika chakula kingine. Uwazi yani una kama unaharibu pesa. Mwanamke hujui kupika, mwanamke hujui mapenzi, mwanamke hujishughulishi, yani unashinda nyumbani kama mlinzi hapa. Sijata ilikuwaje nikakuoa wewe. Kwani anililo <coughs> muone unapika chakula kibaya na sulako mbaya mende. Unaenda wapi? Sisi basi nkwandelie kingine Naenda kwa mwanamke anayejua kupika, naenda kwa mwanamke anayejua mapenzi mzuri, kama ameshushwa kutoka kwenye mwezi na siyo yu yu yu yu yu yu yu. shi tena sitamani kukita afadhali ya jana, maisha machungu sana. Najikuta kwenye jangwa wako, nisaidia hakuna kukita afadhali ya jana aa Makeja wau wow, mme wangu kurudi. <sighs> Mme wangu, kuna nini? Mbona sikuelewi? Nimeamka asubuhi hatuna hata mia hivi nakuta vitu kama hivyo, pesa au vitu hivyo, unanunua umetoa wapi? mme -mm, wangu tulia basi, kwanza nipike tule kisha nitakwambia. Mambo unaambia, pesa umetoa wapi? Kwa sababu haya mambo ya usaliti ni amesha anza sasa hivyo, unahitaji kujua tu pesa umetoa wapi? Baba Kija, nitakwambia. Unajua, ndio maana mwanzo kabisa nilikwambia utoe hiyo mimba uende nyumbani, kwa sababu nilifahamu vyote vinaweza kutokea, huwezi kuvumilia wewe. Haya sasa, nini unafanya? niliofia tusije kushinda tena na kulala njaa, nikaenda kwa rafiki yangu yule Meli nikamwazima pesa elfu ishirini, angalau itusogeze. Tukikaa sawa, tutamrudishia. Unahakika na hicho unachokizungumza? na ni kwa nini pia hukunishirikisha? Kwa hilo naomba unisamehe mme wangu, ila naomba uniamini, sijawahi kukusaliti, na hata tupitie magumu kiasi gani, sintokusaliti. nalifanyia uchunguzi sawa na. mmewangu mme wangu, kuna lingine, nilipokuwa natoka kwa meli nilikutana na kijana. Alisimamisha gari mbele yangu na kuanza kunitongoza. Habari yako Okay, mgonjwa ni nani yako? Mume wangu. Aha, sawa. Basi kwa mujibu wa vipimo, Pepe Msisiri ameingiwa na sumu kwenye macho ambayo imepelekea kupoteza kuona. Daktari, atapona endapo mishipa yake ya macho itakuwa haijaathiriwa lakini inategemea pia hsakaziamj kianaadishakismishayadaanpambawshi saafada usijali, nitapambana kadri niwezavyo. Ugua pole. Uh, kuna dawa hapa nimekuandikia ambazo utapitia pale dirishani, utaweza kulipia ile aweze kuendelea na matibabu haya. Tugua pole. <coughs>

kanitupia pesa na business card. Niliokuta pesa ilikuwa ni elfu arobaini na kuacha business card pale chini. Kwa hiyo hapo ukitoa pesa ya meli nina shilingi elfu arobaini. Mbona una mambo mengi sana mke wangu, yani una lot of takataka. U, u, u, u, unataka kuniambia niendelee kuvumilia? Unafikiri akili yangu ya, ya kufikiria kwamba hiyo mimba utoe itaondoka kwenye ufahamu wangu wa akili? Yaani bado nitabaki kustiki pale pale, utoe hiyo mimba uende nyumbani ukapumzika, uniache kwanza nikae vizuri kifedha. Ushaanza sasa hivi vitu usaliti, unaanza hapana. Mme wangu, naomba uniamini Na hili nalo nitalifanya uchunguzi, na kingine, na mimi nina la kwangu.